Mungu aliumba dunia na vyote vilivyomo, na ndani yake kuna kisiwa kilichonakisiwa kwa marashi ya karafuu, na huko akawajaza karama watu wake. Leo wanatuletea mafundisho ya kanisa. Ni kwaya ya Mtakatifu Cecilia inayofanya utume wake katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosef Minara Miwili Zanzibar. Wanakuja na uzinduzi wa albamu yao albamu uh, ili nyimbo za kutafakarisha na kuikoleza jina la Mungu. Enyi wenye kumcha Bwana, neno la Mungu latufundisha kuishi kwa Julai 13 mwaka huu katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosef Minara Miwili, kuanzia saa sita mchana na utashuhudiwa na kuongozwa vyema na Askofu wa jimbo Katoliki Zanzibar muhasham Agustino Shao CSSP. Njo ushuhudie neema ya Bwana inavyoshuka, na kisha tumtolee Mungu wetu shukrani unakosaji kufa